la kimataifa kuhusu gesi zinazoathiri viwango vya joto duniani na ustawi wa mifugo. Zaidi ya wajumbe mia tano kutoka mataifa mbalimbali mbali walikutana kujadili mbinu endelevu za kupunguza hewa chafu zinazotokana na mifugo, kando na kuboresha utoshelevu wa chakula na kuimarisha mapato ya wakulima. Denis Otieno anaarifu zaidi kwenye makala ya leo ya kilimo biashara. Wanasayansi, watunga sera na wabunifu walimiminika jijini Nairobi kwa kongamano la kwanza la Afrika kuhusu gesi zinazoathiri viwango vya joto duniani na ufugaji. Miongoni mwa teknolojia zilizowavutia wengi ni mfumo wa kidijitali unaoweza kufuatilia na kupima uzalishaji wa gesi chafu kutoka kwa mifugo kupitia kifaa kinachoitwa Muloga.

Wanasayansi katika shirika la kimataifa la utafiti wa mifugo ILRI pia wanachunguza aina bora za lishe kwa mifugo. ILRI inabaini aina za lishe ambazo zinaboresha uzalishaji na hupunguza kiwango cha gesi ya methen. Now in Africa, in, uh, uh, our Bacteria in the stomach of the animals. And if those bioactive compounds can selectively suppress the bacteria that actually generates, uh, like enteric methane, then it means we are able, we shall be able to address actually the issue of methane emissions. Kampuni ya binafsi pia kutoka Marekani pia imezindua teknolojia ya kidijitali ya kupima na kudhibiti uzalishaji wa gesi chafu kutoka kwa mifugo. So our equipment...

Kwa pamoja, teknolojia hizi zinachangia kuunda mbinu endelevu za kuimarisha ufugaji barani Afrika. Denis Otieno, Runinga ya Citizen.